Wakielezea tukio hilo, baadhi ya ndugu wa marehemu, viongozi wa serikali ya mtaa, pamoja na diwani wa kata ya Chanika Abdalla Chihumpu walikuwa na haya ya kusema. Changamoto aliyokuwa nayo ni akili yake sio nzuri, udogo mwenyewe, kazi yake ni kulukaluka tu na barabarani. Sijaelewa kwamba wakati anakutwa na mbua, akakutwa kwenye mazingira yake, nikawa nimepigiwa simu na balozi wa mtaa huu na kunitapa taarifa hiyo kwamba kuna tukio limetokea la mtu ambaye amesombwa na maji na wamemwona eneo la shambani kwake. Imenyesha mvua kwa muda mfupi sana, lakini imesababisha madhara ya mwananchi wetu mmoja wa Kata ya Chanika, amesombwa na maji na kukatisha uhai wake tuombe tu ndugu zetu, tuchukue tahadhari na mvua zinazonyesha, tukuwa tunazitamani mvua lakini zimekuja kwa kasi. Akizungumza na Clouds kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoani Tanga alimachi usimchunguzi amesema anaendelea kufuatilia tukio hilo, huku akitoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu kipindi hichi cha mvua, kuto kuacha watoto wakati wanakwenda mashuleni wakaenda wenyewe, wa ni vizuri wakawasindikiza lakini watu wawe waangalifu, wanaendesha magari, lakini vile vile, watu wanapokwenda, wanapovuka katika maeneo ambayo wanaona maji yanapita, wasiyapimie. Unaweza wakayapimia, kumbe haya maji yana nguvu. Kwa hiyo ni bora wakasubiri maji yakapita, ili kuepusha madhara ambayo yanaweza ya kuepukika. Kutoka hapa wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Raisa Said wa Clouds TV.